Nyota zilikuwa zikimeta juu usiku wa manane, lakini ndani ya nyumba ya familia Mngomba giza lilijaa kila kona. Amina, mwanamke jasiri, alikuwa ameshika mfuko wake mdogo uliojaa vitu vya uchawi alivyopata kwa mganga wa kijijini. Hii ni nafasi yangu ya kubadilisha maisha yetu, alisema huku akitabasamu, macho yake yakipenya gizani, wakati ndugu zake walikuwa wakibishana, wakisema uchawi si kitu chetu, hatuhitaji hiyo Amina alijua yeye ndiye angeweza kubadilisha kila kitu. Alitembea kimya hadi kwenye nyota zao, akiacha alama za uchawi ambazo ndugu wake hawangeweza kuona. Lakini mambo yalikuwa yakizidi kuwa ya ajabu. Ndugu wengine walikuwa wakiendelea kuamini uchawi ni uongo, wengine wakikosa hela, wengine wakishindwa kufuatilia maisha yao bila kujua, Amina alikuwa akitembelea nyota zao, akipanga kila kitu kwa siri. Ukitizama hadi mwisho utagundua ni nani atakayebaki na nguvu, na ni wewe tu unaweza kuona siri hii, Amina alisema akipiga kidogo mkono wake, akiacha cherehani ndogo yenye alama ya nyota ikimeta chini ya mwanga wa mcha. Sasa bofya like, comment hapo chini. Je, wewe unaamini uchawi upo au haupo? Na kwa nini unaamini hivyo? na subscribe ili usikose sehemu zote za simulizi hii ya kusisimua ungana nami sasa nice. Hadithi inaanza kila dakika itakuletea msisimko, siri na mambo yasiyotarajiwa ndani ya familia Mungomba. Amina, mwanamke wa miaka 28, na alitokea familia ya Mungomba, alikuwa akitokea mjini baada ya siku ndefu akiuza miogo mitaani, akijaribu kupata pesa kidogo kuisaidia familia yake lakini moyo wake ulikuwa ukiangaika kila wakati alipofikiria hali ngumu nyumbani. Sasa lazima nifanye kitu tofauti, amina alijisemea huku akipanda gari la basi kuelekea nyumbani. hawa ndugu zangu wanapata shida kila siku, hawawezi kufanikisha chochote. labda labda kama ningeweza kuwaambia waende kwa mganga kidogo kuona kama wanaweza kubadilisha maisha yao. Alipofika nyumbani, aliona ndugu zake wakiangaika kila mmoja alikuwa na wasiwasi wake, majiko haya kuwa na moto mzuri na chakula kilikuwa kidogo. Alijua kwamba bila hatua ya kishujaa maisha haya hayatabadilika. Haya, ndugu zangu, Amina alisema akijikaza kidogo. nimemaliza mambo mjini, lakini naona mambo nyumbani yamekaa pale pale. Naona ni lazima mtaje kitu cha kushangaza. Hebu jaribu kumtafuta mganga wa kijijini, labda anaweza kuleta suluhisho. Ndugu zake walimchukulia kwa kicheko haha -ha. Amina, wewe unadhani uchawi unaweza kututengenezea maisha? Hawa hatutaki chochote cha ajabu hapa, alisema ndugu mdogo, akijikomba kichwa kwa kicheko. Ndiyo, hii ni familia ya kweli, siyo sinema. Wacha tuone kama uchawi wako unafanya kazi, alisema mwingine, huku wengine wakimcheka pamoja. Lakini Amina hakasita alijua kwamba wengine hawawezi kuona matokeo kwa sasa, lakini hatimaye siku moja ukweli utafichuka, alijisemea kimya. Siku nyingine Amina aliamua kwenda kuuza miogo mitaani. Alikaa karibu na barabara ya mtaa, akipiga hesabu ya kila kitu kilichobaki. Majira ya mchana yalikuwa moto na watu walikuwa wakiingia na kutoka lakini biashara ilikuwa ya polepole pole sana. Hapo ndipo alipotokea mwanamke mmoja aliyekuwa amevaa mavazi ya kuvutia, rangi zikimeta chini ya jua. Alinunua miogo kadhaa akikula huku akitabasamu. Akisha akamwangalia Amina, macho yake yakijaza siri. Unataka kubadilisha maisha yako? ikiwa unataka kuwa tajili mkubwa, nina mganga mzuri wa kijijini, ninaweza kukupeleka kwake, mwanamke huyo alisema kwa sauti ya siri, huku akinyanyua kidogo mkono. Amina alishangaa, moyo wake ukipiga rungu. Unasema kweli, huyu mganga anaweza kunisaidia kweli? aliuliza, macho yake yakijaza matumaini. Mwanamke huyo akacheka kidogo. Ndiyo, lakini lazima ufuate maagizo yake kwa usahihi. Mtu yeyote asiyemwamini atashindwa. Hii ni fursa yako, usipoteze. Amina alijisemea kimya, akitabasamu kwa siri, Akijua kwamba hatua hii inaweza kuwa mwanzo wa kubadilisha maisha yake na ya familia. Baada ya hapo, mwanamke huyo aliondoka, akimwacha Amina akipanga mawazo yake. Kesho asubuhi, Amina aliamka mapema, moyo wake ukijaa ujasiri na matumaini. Alibeba mfuko wake mdogo, akapanda basi kuelekea kijijini ambapo mganga huyo alikokaa. Safari ilikuwa ndefu. Lakini kila hatua ilikuwa ikimkaribia zaidi kwenye ufumbuzi wa uchawi aliyokuwa amedhamiria. Nitafanya haya yote kwa familia yangu, hawa ndugu hawajui kuwa siri hii ipo, lakini hatimaye mambo yatabadilika, Amina alijisemea, macho yake yakimtazama mwanga wa asubuhi. Sasa bofya like, comment hapo chini. Je, wewe ungejaribu kufuata wazo kama Amina au ungekataa kabisa? Kwa nini? Kesho yake Amina alifika kijijini ambacho mwanamke wa kuvutia alikuelekeza. Mganga alikuwa akilala pembeni ya moto mdogo ndani ya nyumba ndogo, akitazama Amina kwa macho yenye busara na siri. Karibu Amina, mganga alisema kwa sauti tulivu lakini yenye hofu kidogo. Nimekusubiri, sasa unapaswa kujua kitu muhimu. Ikiwa unataka kubadilisha maisha yako na ya familia, lazima utumie nyota za ndugu zako wa karibu. Hizi nyota zinakuletea nguvu lakini pia unapaswa kufuata masharti yangu. Amina alimsikiliza kwa makini, moyo wake ukipiga rungu kwa mchanganyiko wa hofu na shauku. Ni masharti gani? aliuliza, macho yake yakijaza umakini. Kwanza, usitumiwe hii nguvu kusaidia mtu yeyote wa nje au mtu usiyemwamini. Pili, lazima uanze kidogo, hakikisha kila hatua inafanyika kwa siri. Tatu, utajua matokeo mapema, lakini matokeo makubwa yatakuja taratibu. Kwa hiyo kuwa na subira. Mganga alisema, akimpa Amina cherehani ndogo yenye alama za nyota. Amina alijisemea kimya, akikumbuka jinsi ndugu zake walivyomcheka na kumkana. Hawajui sasa ni wakati wangu kuonyesha kuwa mimi ninaweza. Hapo, Amina alianza hatua zake za uchawi, akiwa chini ya mwanga mdogo wa mche. Alikagua nyota za ndugu zake mmoja mmoja, akitumia alama ndogo za siri. Akizingatia masharti yote aliyopatiwa, mara moja aliona matokeo madogo. Chakula kilianza kujipanga vizuri ndani ya nyumba, baadhi ya madeni madogo yalipungua, na hata baadhi ya ndugu walianza kushangaa kwa hofu na mshangao. Amina alitabasamu kimya, akijua hii ni mwanzo tu, na matokeo makubwa yameanza kujitokeza taratibu. Jioni ile, Amina alilala ndani ya nyumba ya mganga akiwa amejipanga kwa dau kidogo, akijua kila hatua aliyochukua ni hatua muhimu kuelekea kubadilisha maisha ya familia yake. Alikuwa tayari kwa kila changamoto, akijua kwamba hatua hii ni asiri kubwa ambayo ndugu wake hawatajua kwa sasa. Siku kadhaa baada ya kuanza kutumia nyota za ndugu zake, mambo yalianza kuonyesha mabadiliko makubwa zaidi. Biashara ya miogo ya Amina ambayo ilikuwa ya polepole pole sana ghafla ilianza kuingiza hela nyingi watu walikuwa wakinunua miogo yake bila kuhesabu, wengine wakimkaribisha na kumtazama kwa hofu na mshangao. E, hii si kawaida. Amina ameanza kupata hela bila kuhesabu, mmoja wa wateja aliibuka akitabasamu kwa kicheko cha mshangao. Nini hai miogo yake imepanda thamani ghafla. Mwingine alisema huku akishangaa. Amina alijikaza akijua kuwa nyota alizoanza kutumia zilianza kuonyesha matokeo makubwa kwake mwenyewe alitabasamu kimya akihisi nguvu inavyopanda ndani yake. Hii ndiyo mwanzo sasa, nitadumisha kila hatua kwa siri, alisema, macho yake yakimtazama kila kona ya soko. Lakini pamoja na shangwe hiyo, baadhi ya ndugu walikuwa wakishangaa sana. Waliambiwa juu ya mafanikio ya Amina lakini hawakuelewa ni kwa nini ghafla dada yao amekuwa tajili mkubwa. Hii si kweli, Amina imegeuka ghafla kuwa tajili, mmoja alisema, macho yake yakiwa na hofu na mshangao. Labda kweli kuna kitu, labda uchawi wake kweli unafanya kazi, alisema mwingine kwa sauti ya hofu kidogo. Amina alijisemea kimya, akijua kuwa hii ni nafasi yake ya kudumisha nguvu, kuendelea kutumia nyota za ndugu zake kwa busara. Lakini alijua pia matokeo haya ghafla yatakuwa chanzo cha shauku na hofu kwa ndugu wake, akuwaambia hawataweza kurudi nyuma. Miezi michache ilipita na maisha ya Amina yalianza kubadilika kabisa. Aliweza kununua nyumba kubwa yenye paa jepesi na madirisha yanayometa chini ya jua. Chumba chake cha biashara kilikuwa na kila kitu kilichohitajika na mali zake zilijaa kila kona ya nyumba. Hata hivyo, ndugu zake walikuwa wakiendelea kushangaa. Waliambiwa Amina amejitajilisha, lakini hawakupokea au kushiriki hata kidogo. Hakuna moja kati yao iliyopewa msaada au ufahamu wa siri aliyokuwa akitumia. Amina akiwa ndani ya nyumba yake kubwa, alitabasamu kimya. Hii ni mali yangu. Kila kitu kilichonifikia kimepatikana kwa jitihada zangu na uchawi wangu. Hakuna atakayeniingilia, alisema, macho yake yakimeta kwa furaha na kujivunia. Biashara ya miogo, nyumba na mali zote zilikuwa ushahidi wa nguvu za nyota alizokuwa akitumia. Lakini alijua ila kwa sasa, siri lazima ibaki kwa siri, kwani ikiwa ndugu zake wangekuja kujua, kila kitu kingeweza kubadilika mara moja. Wakati jua lilipotua asubuhi, Amina alitabasamu akijua kwamba hakuna atakayemzuia tena. Hakuna msaada wowote, hakuna mtu wa nje atakayeshiriki mafanikio yake. Aliendelea kufurahia hali yake, akijua kila hatua ilipangwa kwa busara na uangalifu mkubwa lakini giza wazo la matokeo ya nguvu zake liliyoacha alama ndogo kwa ndugu zake litakuwa chanzo cha msisimko zaidi kwa siku zijazo. Siku zinapita mafamilia ya Mungomba ilianza kushughulika na shida zisizoelezeka. Ndugu wa Amina waliendelea kupoteza mali zao, biashara ndogo ndogo zikishindikana, baadhi wakipata hasara kubwa. Shida hizi zilisababisha migongano mikali ndani ya familia. Dada wa Amina aliyekuwa jasiri lakini akishindwa kuhimili matukio haya, alianza kujiuza kwa uchawi wa mganga kwa matumaini ya kurekebisha hali. Nitaweka kila kitu kando nikijaribu kutafuta nguvu za uchawi ili familia yetu isibomoke, alisema, macho yake yakiwa na huzuni. Kaka wa familia aliyekuwa mgumu na mkali, alipokea matokeo mabaya kutokana na wizi na uzembe wake. Mara moja, tukio la ajabu lilitokea. Alikuwa amechomwa moto kwa sababu ya wizi wa mali ndogo. Wote walipoteza amani na familia ilikuwa imebaki na huzuni isiyoisha. Hapo ndipo mdogo wa kike, mtoto mdogo zaidi wa familia, alibaki peke yake. Macho yake yalijazwa hofu na mshangao, akijua ndugu zake wamepoteza njia. Dada anajitolea kwa uchawi, kaka amepata hatari, na sasa ndogo huyo ndiye aliyeachwa kuwa tegemeo la mwisho la familia. Amina akiwa mbali mjini alijua matokeo haya yalianza kufika karibu na familia. Alitabasamu kimya akijua kuwa nyota alizoanza kutumia zinaanza kuonyesha nguvu kamili, na sasa mdogo wa kike ndiye atakayebaki kuona ukweli wa uchawi na familia yao. Sasa bofya like comment hapo chini. Unadhani mdogo wake wa kike atashughulikiaje familia baada ya hizi matukio mabaya? Jua lilipotua asubuhi, Amina alihisi furaha na hamu ya kushughulikia familia yake alijua mdogo wake wa kike alikuwa peke yake akisalia kama tegemeo la mwisho la familia. Huruma ilimshikilia, akajua lazima amfuate na kumpeleka nyumbani kwake ili awe salama. Amina akitabasamu kwa upendo na mshikamano wa kifamilia, alifika nyumba ya mdogo wake wa kike, alimchukua kwa upendo kumpeleka nyumbani, akumwacha akiwa salama, akihisi kuwa mapenzi na huruma yake yangeweza kuleta faraja kidogo. Lakini ghafla kesho yake asubuhi, tukio la kutisha lilitokea. Amina alipofika aligundua mdogo wake wa kike amefariki. Macho yake yalijazwa hofu, mshangao na huzuni isiyo na kifani. Wakati huo mganga aliyekuwa amemwongoza Amina alitokea ghafla, sura yake ikiwa na giza na sauti ya tahadhari. Nilikuambia Amina, usijali kumsaidia ndugu yako yoyote. Malipo ya utajiri wako ni upweke mganga alisema, macho yake yakimtazama kwa nguvu. Amina alishikilia cherehani ndogo aliyokuwa amepata, moyo wake ukijaa majonzi na kutokuwa na mtu wa kushirikiana naye. Hii ilikuwa siku ya mwisho ya utajili wake, na sasa alijua kuwa mafanikio ya uchawi hayakuja bila gharama. Aliketi kimya akitazama mbali, akijua maisha yake yote yalikuwa yamebadilika lakini kwa upweke nguvu na mali zote hazikuwa na thamani ya kweli bila upendo wa familia. Hii ndio mwisho wa simulizi ya alitembelea nyota za ndugu zake wasioamini uchawi akawa tajiri kubwa bongo. Comment hapo chini, je, ungejaribu njia ya Amina au ungekata tamaa? Na subscribe ili usikose hadithi zote za kusisimua zinazokupeleka kwenye maisha halisi na uchawi wa siri.